FIFA yatoa orodha ya vilabu ishirini bora Afrika. Mwaka 2025 Simba yaingia nafasi ya tano bora, Yanga yatajwa ishirini bora. Karibu kwenye Soka Scope, mahali pekee unapopata undani wa michezo kama hujawahi kusikia kutoka viwanja vya Ulaya hadi kona za Afrika. Hapa tunafunua yaliyofichika nyuma ya magoli, matokeo na usajili wa masta. Mimi ni juisi Afrika, sauti yako ya michezo, nikiwa tayari kukupeleka safari ya burudani, ufahamu na uchambuzi wa kina. Hii ndiyo soka Scope, macho yako ndani ya mchezo. Shirikisho la soka duniani FIFA limetoa orodha mpya ya vilabu 20 bora barani Afrika mwaka 2025. Orodha ambayo Imeleta hisia mseto kwa mashabiki wa soka hasa Afrika Mashariki. Orodha hiyo iliyotolewa baada ya tathmini ya kina, ikizingatia mafanikio ya vilabu katika mashindano ya kimataifa na ya ndani kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, imewashangaza wengi kutokana na baadhi ya vilabu kushika nafasi za juu kuliko ilivyotarajiwa. Kwa upande wa Tanzania, klabu ya Simba Sports Club imepata heshima kubwa baada ya kushika nafasi ya tano kwenye orodha hiyo ikiwa piku vigogo wengi wa soka Afrika. Simba imepongezwa kwa kuwa na rekodi nzuri katika mashindano ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup pamoja na mafanikio ya ndani kwenye ligi kuu ya Tanzania Bara. Uwekezaji mkubwa wa klabu hiyo, benchi la ufundi imara, na wachezaji wenye viwango vya juu vimechangia mafanikio hayo. Kwa upande mwingine, Yanga Sports Club, watani wajadi wa Simba Sports Club, nao wameingizwa kwenye orodha hiyo wakiwa nafasi ya kumi na saba. Ili ni jambo la kujivunia kwa mashabiki wa Yanga, hasa baada ya klabu hiyo kuonyesha kiwango bora katika mashindano ya CAF Confederation Cup mwaka 2023, mwaka 2024 ambapo waliweza kufika fainali na kuwa miongoni mwa vilabu vilivyovutia mashabiki wengi Afrika. Katika orodha hiyo klabu ya Al Ahly kutoka Misri imeshika nafasi ya kwanza kama kawaida ikifuatiwa na Wydad Casablanca ya Morocco, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na TP Mazembe ya DRC Congo. Hizi ni klabu ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikidominisha mashindano ya Afrika kwa kutoa mataji ya kimataifa mara kwa mara. Orodha hii ya FIFA imetoa taswira ya wazi kuhusu maendeleo ya vilabu vya Afrika na kuonyesha kuwa sasa hata vilabu kutoka Afrika mashariki vinaanza kushindana kwa karibu na vigogo vya Afrika kaskazini na kati. Mashabiki wengi wa Tanzania wameipokea taarifa hii kwa furaha, wakiamini kuwa ni hatua kubwa kuelekea ma fanikio ya soka la Tanzania kimataifa. Kwa mujibu wa FIFA, orodha hii imetolewa kila mwaka na husaidia kuonyesha maendeleo ya vilabu pamoja na kuchangia upangaji wa timu kwenye mashindano ya kimataifa. Hivyo, kuingia kwa Simba na Yanga kwenye ishirini bora ni hatua ya kihistoria na motisha kwa vilabu vingine Afrika. Simba na Yanga sasa wana kila sababu kujivunia, huku wakisubiri kwa hamu msimu ujao kuona kama vilabu vyao vitaendelea kufanya vizuri na kupanda zaidi kwenye orodha hiyo ya heshima kubwa barani Afrika. Kama umefurahi, hii ni dozi ya michezo kutoka Soka Scope. Usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele na kushare kwa wapenzi wa soka kama wewe. Hii ni Soka Scope, na mimi ni Jusi Afrika nikiahidi kurudi na abali moto zahili state. Kutoka uwanjani hadi kwenye kifaa chako, michezo aihishi hapa. Bye, bye.